Kuna jambo ambalo lilitokea, hakuna mtu hata mmoja ambaye anaweza kumweleza akashindwa aka, aka kushangaa kwamba kuna mtoto ameripoti hapa shuleni, binti wa form 5 inavyoonekana ameripoti akiwa na mimba, sio tatizo tatizo linakuja akakaa na mimba mpaka akajifungua, na mpaka anaenda kujifungua hakuna aliyewahi kujua kama huyu mtoto ana mimba mm -hmm. Mnafikiri hilo ni jambo la kawaida, na amejifungua mimba ya miezi tisa, sio njiti, na mpaka anapelekwa hospitali, amepelekwa anaumwa kichwa na mguu, sio uchungu. Hata aliyempeleka hospitali hakuwahi kujua kama huyo ana mimba, lakini ameenda hospitali pale, sijajua kingine cha kutolea maelekezo rasmi. Lazima mganga mkuu na mganga mfawizi waeleze hivi, mgonjwa akifika hospitali pale unafanyaje? Unampa, unamwandikia vipimo vya maabara bila chochote, hakuna testi yoyote kwamba huyu mtu anaumwa kichwa na mguu, unamwandikia tu kwamba anaenda, kapime choo, kapime over ndio hivyo wagonjwa tunavyowapokea, maana sio walimu tu ambao hawakujua kwamba huyu mtoto ana mimi. Amepelekwa hospitali, kuna mtu hapa amefanya kazi yake vizuri kabisa. Mtoto ameripoti kwamba ninaumwa kichwa na miguu, kapelekwa hospitali ya rufaa Kitete, unajua sio dispensary. Hiyo ndio hospitali yetu ya mkoa. Huyu mtoto anapokelewaje? Na amepokelewa amesikilizwa, mpaka ameandikiwa vipimo, ameenda chooni kujifungua, hakuna anayejua Ni jambo la kawaida hilo ndugu zangu? Hivi ukienda hospitali pale unapokelewaje? Sasa kama ndio hivi tunawatendea tuna haki kwa, mimi nataka sio kusikia tu hapo, mganga mkuu na mganga mfawizi, nani aliyempokea yule, yule, yule binti pale pale hospitali? Huyo daktari alimsikia, hiyo, hiyo examination nani alimfanyia nini? Huwa kwa utaratibu wa kidaktari nini kina, kinaanza kwa sababu nini Si wazazi, wakina mama, mpo hapa? Mtu ana mimba ya miezi tisa, sio mimba iliyoharibika ya miezi miwili mitatu. Yaani siku hiyo, ndani ya dakika mbili tatu, anaenda kujifungua. Daktari utakaa naye au nesi utamshika ukampima na pressure, usijue kwamba huyu mtu anana, anana, ana shida gani, lakini ameandikiwa vipimo aende maabara, sijui kucheki kitu gani, sijui ni nini, nini, akaenda kujifungua chooni. lakini <coughs> huyu mtoto amekuja hapa akiwa na mimba, huwa kuna fomu zile za daktari huko alikotoka, sio nani mwalimu mkuu, ni nini ni, ni, ni, ni. Examination report. Medical examination. Medical examination. Maana yake yote ameandikiwa nil, nil, nil, hakuna hana chochote, si ndio? Yaani mm -hmm, isifikie hapa, lazima tutoe mafunzo ili watu wajifunze. Ukifanya kazi umekabidhiwa kazi ya serikali mm, ufanye kazi ujue kuna watu huko mtaani mm, wana taaluma hiyo, hiyo mm, na hawana kazi ya kufanya, kule Biharamulo kule. Mwandikie rasmi wa mkoa wa Kagera kwamba tarehe fulani hiyo fomu inaonyesha mwezi wa tano mwaka jana mm, huyo binti alienda ali, ali, ali, ali, ali hospitali pale hospitali ya Biharamulo, whatever ni ya wilaya, I don't know, akaandikiwa kipimo hicho, hana chochote, alimpima kwa sababu itajulikana nani aliyemwatendi kule Biharamulo. Kama tunaachia watoto tu anaenda haijulikani, nani anamkea, nani anamwangalia, tunawalea vipi hao watoto? Kwa hiyo barua nione mumfikishie rasmi wa mkoa wa Kagera na mumkopi mkuu wa mkoa, mkoa, kwamba kuna mtoto huyu aliripotiwa na alienda hospitali akiwa na fomu ya medical examination, anaenda kuripoti Tabora Girls na akaandikiwa hana tatizo lolote, mpaka kipimo cha mimba yupo free, hana shida, kwamba alipimwa Halafu anakuja anakaa hapa tangu mwezi wa tano mwaka jana mpaka anakuja kujifungua mwezi wa pili mwaka huu, sio? Hilo ni tatizo la kwanza. La pili kwa madaktari wetu. La tatu, hapa mtoto amekaa hapa ana mimba tangu mimba ina mwezi mpaka mimba ina miezi tisa, hakuna aliyewahi kujua. Kweli tunalea watoto hapa, ni walimu, hakuna aliyewahi kujua. Basi siku hiyo mtoto imekuwa sasa ndo anaumwa uchungu, anapelekwa mpaka hospitali. Huyo anayempeleka yani ume, uli, alikuwa wapi yani? Hata kujua kabisa kusense huyu mtu kweli? Hata kama mimba, kuna mtu anapata mimba haionekani kweli? Unaenda umekaa kwenye benchi la wagonjwa unasubiria mgonjwa wako, ameenda chooni, anakuja mtoto analia, amejifungua. Kwamba umembeba, we ni matron au ni nani? Hujawahi kujua kabisa, tunalea watoto hapa? Yaani mwalimu mkuu wewe hapa siku zote hapa, una una makamu wako wawili, siku zote hapa hapa una matron, siku zote hapa yupo mwalimu wa nidhamu Hamjawahi kuinteract na huyo mtoto yaani, hamjawahi kukutana naye kabisa katika namna yoyote. Mwalimu wa darasa hujawahi hata kujua kabisa huyu binti huyu mbona ana tatizo hivi? Ni nani unaweza ukamweleza hilo jambo akakuelewa? Nyinyi wote watu wazima hapa huyo mtoto mimba haijaharibika ya miezi minne, ya miezi tisa iliyokomaa, mtoto amekomaa kabisa na kilo za kutosha, hakuna aliyowahi kujua. Kwa tufanyeje sasa eh? Unajua ni jambo linashangaza, ukieleza umma unajiuliza kwamba hivi ni kweli kuna jambo linaweza likatokea na namna hiyo. Haya basi, hamkujua kuna taratibu wa kawaida kabisa. Mnafundisha mna, mna, mna, mna mabinti hapo, kuna utaratibu wa kuwapima. Unaweza ukatoa excuse kwamba hatukuwapima kwa sababu tulikuwa hatuna vitendanishi, hiyo ni sababu. Nini? wewe ndio unawapeleka hospitali. Wewe hukuwahi kujua kabisa? Wewe mtoto ana shida, kwa nini hukuwa karibu nao? Wewe uliwahi kuomba kwamba hawa watoto wapime? Ukajibiwaje? mwaka mzima ukaandika barua afu kaiacha irudi yenyewe? Mwalimu wa nidhamu, hukuwahi kujua, hata ku notice kwamba huyu mtu, mbona kama hayupo sawa Eh? Hauko karibu na mwalimu wa darasa, hukuwahi kujua huwa anaingia binti yo darasani? Wewe unaendaga darasani hata kuona watoto wakoje, hata kuangalia kwa nyuso, hukuwahi kujua haupo karibu karibuna. una miaka mingapi hapa? una miaka kumi na mbili hapa, ndio maana haupo karibu na watoto. Wewe mwalimu wa nidhamu, na mda gani? kumi na, muona rasi tatizo hilo, yaani ishakuwa business as usual, yaani ni kawaida. kama mtu ana miaka kumi na tatu ishazoea, hata darasani haendi, hana haja ya kujua nidhamu ya mtoto ikoje mwalimu wa darasa haingii na hana haja ya kujua kwamba darasa hili linaendeleaje? Ana miaka kumi na mbili anafanya nini hapa? Nani mwingine ana miaka mingi hapa? Nyosha mkono. Mwenyewe unaweza ukawa na excuse mwalimu ana nini? We una, una, una miaka mingapi? Unaitwa nani? una miaka mingapi eh? kumi na sita. Upo hapa ni, ni mwalimu wa na nini, makamu mkuu wa shule namba mbili namba moja pa kazi maalum ya nini? Sasa anafanya nini hapa? Mwalimu miaka kumi na sita kumi na saba Wewe uliyenyosha hapo na miaka mingapi? Mwingine aliye na miaka mingi nani? Una miaka mingapi hapo? kumi na sita mwalimu wa nini? Katika ushauri wako, hujawahi kumfikia hii binti mwaka mzima? Unashauri nini sasa? Kama form 5 wamekuja mpaka anaingia form 6, hujawahi kumfikia. Unamshauri nani hapa? Hilo ndio tatizo mtu yupo hapa miaka kumi na sita tangu mtoto anazaliwa mpaka anafika form 5. mwalimu yupo hapa miaka kumi na saba tangu mtoto anazaliwa mpaka anafika form 6. mwalimu yupo hapa. Kuna kitu kitaendelea hapa? si kila kitu ni kawaida. Ndio shida hiyo mnayotuletea. Kuelekezo la kwanza wote waliomaliza miaka kumi nisiwakute hapa. Hilo ndio tatizo namba moja.